Kama nitakuja kupenda dada yangu, nishi na wewe mbeleni, maisha yangu yaharibike, naomba tusitiriane, maana kuna leo na kesho. Utansema aibu zangu, sawa, utanifedhesha, sawa, lakini ukumbuke, kuteleza sio kuanguka, na na kwenye maisha hmm? kuna kupanda na kushuka. Yaweza kuwa mwanzo kwa ni mtihani nimepewa, lakini we utanitoroka, ukansimange vibaya, lakini Stara ni muhimu, kumstiri mwenzako wakati kipindi niishi naye kwa raha eh. Kumbuka pia kwa hii shida nayo muishi naye pia, kwa hizi shida mvumilie. Si kipindi cha shida unanitoroka, unanisimanga, unanitangaza hm? Si vyema tustiriane, kwa kile hali kipindi kile cha raha tulivokaa, na kipindi cha shida pia tukae vile vile, tuvumiliane. We, unamtangaza wakati wa raha hukutangaza. Hivyo ndio maisha yalivyo.